Naam, karibu tena. Aliyekuwa makamu wa rais na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka alijipata matatani pale seneta na wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko alipomsuta hadharani kuhusu utendakazi wao hasa pale alipohudumu kama makamu wa rais. Wawili hao walihudhuria harambee ya kuchangisha fedha za ujenzi wa kanisa moja hapa jijini Nairobi. Asemavyo, mchezo wa siasa hauna uadui wa kudumu kama ilivyojidhihirisha hadharani pale seneta wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko na kinara wa CORD Kalonzo Musyoka walipojumuika pamoja kuchangisha fedha za ujenzi wa kanisa la Jeriko hapa jijini Nairobi. Anaitwa BMT <laughs> MBT. Mkamba Born Town <laughs> kwa hivyo kikamba chake ni hivi, hivi. Wewe hujawahi ongea chuki. Ningependa ndugu zetu wengine kwa wapinzani, mheshimiwa makamu wa rais wa zamani, waige mfano wako. Makamu wa rais akagusa mshipo uliomuuma seneta Sonko, swala la kura ya maoni likasababisha kielelezo cha kurushiana maneno. Nataka sasa kila county wewe uwe wewe, wewe, kabisa seneta sua, ni lazima county yako ipate hata pesa zaidi, na ndio tunasema mkubali kikatiba nobody ile 40% kwa kila kaunti. Sasa mazungumzo kule dialogue will be through a properly structured referendum. Licha ya kulimbikiziwa sifa kemkem za kuwa seneta super wa jiji la Nairobi, Sonko hakusita kumsuta Kalonzo kwa kile alichokitaja kama urithi wa matatizo ya serikali ya nusu mkate. Tunakubali kuna shida. Mambo ya insecurity, mambo ya corruption, lakini hebu tuangalie nyuma, wewe umefanyia kazi nchi kwa bidii, huku wa mfisadi. Ulikuwa makamu wa rais kwa miaka mitano kwa serikali ya nusu mkate. Hizi shida nyingi, Mheshimiwa former vice president, tumeziinherit, tumezitoa, tumezirithi kwa ile serikali yenu ambayo ilienda <laughs> salala. Ndivyo hali ilivyokuwa kati ya Kalonzo Musyoka na Mike Sonko, na kuacha waliokuwepo wakiwa vinywa wazi wasijue la kusema. Muhammad Mahmud, KTN leo.